Kristu tumaini letu yes. Leo tunaanza kipindi cha saumu ya Bwana, kipindi cha Kwaresima, kipindi kipindi cha kujitesa na kumrudia Mwenyezi Mungu. Hiki ni kipindi muhimu sana katika Kanisa kwa sababu ni kipindi kinachotuhuisha, kinachotuletea mawazo mapya ya Bwana, kinachotuelekea mwelekeo mpya wa Bwana ni kipindi ambacho tunakuja pamoja mbele ya Mwenyezi Mungu na kukiri kwamba sisi ni mavumbi na katika mavumbi tutarudi kama binadamu, lakini tukiri na kuamini Injili kwa sababu hiyo ndiyo itakayotuletea uzima. Kipindi cha Kwarezima kwanza ni kipindi cha kujiunganisha naye Mwenyezi Mungu, hivyo ni kipindi cha sala kila mmoja wetu anapaswa kuongeza peke yake, katika jumuiya, katika pamoja. Tunapaswa kuongeza sala, tuombe Mwenyezi Mungu ambaye ndiye tegemeo letu. Bila sala mengine yote yanakwenda hewani, kwa sababu tunafanya kazi, tunaishi, tunaendelea katika muungano wetu na Mwenyezi Mungu. Hivyo jambo la kwanza ni sala. Wewe binafsi kumbuka sala zako za kawaida hata kama wengine hawapo, walau katika kipindi hiki cha Kwaresima, upate muda, upate nafasi ya kuweza kutoa sala zako, na vile vile pale wanapowezekana kuungana na wengine katika sala, njia ya msalaba, sadaka takatifu ya misa, ili kipindi hiki kionyeshe utofauti na vipindi vingine, tujue kwamba kweli wewe uko katika saumu ya Bwana. Jambo la pili ni kuongoka. Tunaongoka kila mwaka, ndiyo, kwa sababu bado hatujafika. Tuko katika hija ya Bwana, tuko katika safari ya kwenda kwa Mungu, hivyo tuko katika kuongoka endelevu, kuongoka endelevu mpaka pale utakapofika miguuni pa Bwana. Na nakuongoka, jambo la kwanza ni kujikubali kwamba tuko wadhambi. Ukichajiona wewe ni umekamilika, hapo jua kwamba umepotea, kwa sababu hakuna binadamu aliyekamilika. Binadamu sote tuko wadhambi, na usitazame mwenzako kwamba ni mdhambi zaidi kuliko wewe, utafanana kama yule mfarizayo aliyekuwa anajilinganisha na yule mtoza ushuru. Lakini mtoza ushuru aliyelala aliyekaa chini akapiga magoti mbele ya Bwana na akajiona kwamba yeye ni mdhambi, huyo alitoka vizuri. Kila mmoja wetu ajitambue kwamba ni mdhambi na sio tu kijumla jumla, jumla, bali ajichunguze na kuona ni wapi katika siku hizi arobaini ana muda mwafaka wa kujichunguza, kuona ni wapi haendi vizuri ni wapi anapaswa kusaisha, ni wapi anapaswa kuendelea mbele ya Bwana. Hivyo tutumie siku hizo arobaini katika kujitazama katika kujichunguza na katika kugeuka, kwa sababu kukiri kwamba ni mdhambi ni kutubu. Rarueni mioyo yenu na sio mavazi yenu, anatuambia Nabii Yoeli. Rarueni mioyo yenu, sio kuonekana nje kwamba unafunga kwamba huko katika kwa rezima hasa kinachohitajika ni ndani mwako. Mioyo yenu iwe imeraruliwa, mioyo yenu iwe imekuja kwa Bwana, mioyo yenu iwe imeongoka na kumrudia Bwana. Hiyo ndio muhimu sana. Kila mmoja binafsi atajibu mbele ya Mwenyezi Mungu binafsi, kama namna gani amejiongokea kwa Mungu, namna gani amefanya maisha yake yaendani na Mwenyezi Mungu. Hivyo kuongoka na kutambua tuko wa dhambi ni kutubu na kutubu maana yake tunaazimia hatutarudia tena. Ni kweli tunaanguka tena lakini walau uwe umeazimia, na kuazimia ni kuondokana na sehemu zote na mazingira yote yanayokupeleka katika dhambi. Hauwezi kusema nimetubu, lakini bado unajirudisha katika hali hiyo hiyo inayokuangusha katika dhambi. Hauwezi kusema nimetubu, lakini unajirudisha katika umoja wa udhambi Alafu nasema Bwana, mimi mdhambi, nimeanguka, nitatubu tena. Hapana, hapo unakuwa tunacheza na Mwenyezi Mungu. Kutubu ni kuazimia na kwenda mbele katika maisha yetu. Tunaalikwa kufunga. Zamani tulifunga kweli kweli, sio kama Waislamu, lakini walau tulikula kidogo mara moja, na unakula ya kutosha mara nyingine. Lakini mara hii kanisa ikasema hapana, rarueni mioyo yenu. Katika kufunga ufunge kile kitu ambacho unaona ukikifunga hiki kitu wala utasikia ule, um, umekazwa. Kitu unachokipenda unafunga, labda unatazama TV sana, punguza. Sasa matanziria yale punguza, huko kila mara kwenye mtandao punguza, nafanya vitu vingine vitakavyo kusaidia wewe na kusaidia wengine. Acha vile vitu ambavyo kwako ni yanasa, ujue kwamba umefunga ujue kwamba umejirudia Mwenyezi Mungu, hapo unakuwa kweli umefunga, kwa sababu wewe umejifunga mwenyewe kile kitu ambacho kawaida, sio kwamba ni dhambi, lakini kawaida kinakuchukulia muda wako, kawaida kinakuchukulia uwezo wako wa kufanya kazi nyingine, kawaida kinakuharibia mambo mara nyingine. Bas, hicho ndicho nafunga, na kile ulichofunga unakirudisha kwa Mungu na unakirudisha kwa wengine. Hivyo tufunge kwa kutaka na kuacha kile ambacho tumezoea lakini ambacho si cha lazima ambayo siyo cha lazima. Na la nne ni kwamba tutende matendo mema. Haitoshi kujifunga, lakini unachofunga akizai matunda. Kufunga kwako kuzae matunda, matunda yanayoonekana nayo ndiyo matendo mema. Na matendo mema licha ya kwamba tunaongelea kila mara kuwatembelea wajane, kuwatazama yatima, hayo kweli ndio ni matendo mema na ni mazuri sana, lakini kuna matendo mema mengine mengi ambayo unaweza kuyafanya. Hata kutabasamu kwa jirani yako, hata kusema kitu kizuri kwa jirani yako, hata kumwongelea vizuri jirani yako, ni matendo mema ambayo unayafanya kwa makusudi. Kwa makusudi unadhamiria kwamba huyu nimsaidie, na yeye apate tabasamu, ni tendo jema umelifanya. Hivyo tutafute matendo mema, ni mengi sana yanatuzunguka, ambayo yanaweza kusaidia kugeuza maisha ya watu, kuleta furaha katika watu na kuleta furaha katika Mwenyezi Mungu na katika taifa letu. Hivyo yote tuombe Mwenyezi Mungu, tusali, tuongoke, tutubu na tuache dhambi, tufunge ili tuweze kupunguza hisia zetu zielekee katika wema, na mwisho tutende matendo mema. Kwaresima ya leo tunaambiwa tubaki imara katika imani yetu, na kweli tubaki imara katika imani yetu kwa sababu vishawishi ni vingi sana vinavyotuondoa katika imani. Hivyo sote tubaki imara katika ile imani yetu, na katika Kwaresima hii, ningeomba kwa namna ya pekee tuliombee taifa letu kwa sababu mwaka huu tuna uchaguzi, na uchaguzi kwa kawaida inakuwa ni wakati wa kujenga au kubomoa taifa na bahati mbaya katika nchi za Afrika wakati wa uchaguzi unakuwa mara nyingi wakati wa kubomoa nchi. Tumlilie Mwenyezi Mungu kabla ya mambo mengine yote, ili atusaidie, ili mwaka huu uwe mwaka wa kujenga nchi yetu, iwe imara zaidi, ielekee Mungu zaidi, na iweze kudumu kama nchi moja yenye mshikamano na yenye kwenda mbele. Tumsifu Yesu Kristo.